Namna hiyo mtazamaji wa Trigen mwenyeji wangu, leo katika makala hii tukiangazia ufugaji wa samaki ni huyu hapa ndugu yangu Stanley. Na tumetoka kwenye mabwawa amenielekeza na kule tumejifunza mambo mengi, zikiwemo tabia za samaki. Kumbe samaki bwana, wanafundishika. Haya, unakonipeleka sasa kuna na, nini kinaendelea hapa sasa? tunaelekea hatchery. uh -huh, sehemu ya kutolea faranga. Okay. hapa tunaenda kuona namna mayai yanavyotoka kutoka kwenye mayai kwenda kwenye kifaranga Okay. Okay, ta -ta. Basi twende tuone. Tunapoweka faranga wetu hapa, wanakuwa wazito, yale mayai yanakuwa mazito, yanakaa chini. Halafu baadaye wakati maji yamejaa kwenye jani, si ndio? Maji yanajaa mayai, okay. Yanashuka chini. okay, maji, mayai yanashuka chini. Naona hmm. Mtaona vizuri kabisa. hmm. Sasa mayai yetu haya yanatoka ya huku, maji yanatoka humu, yanadondoka hapa chini, ndio hmm. Yanaingia niingia kwenye incubator tray, kwenye heat tray. oh. Okay. Wale faranga ambao tayari wamekuja kutekeleza, yeah. hawawezi kuendelea kubaki huko, badala badala yake lazima watakuja kwenye jaji, kwa sababu wanakuwa wepesi wanaelea juu ya maji. Mm -hmm. na hisi ukiangalia kwa makini utaona mmoja mmoja anadondoka mmoja. Mm -hmm. mmoja kwa maai ambao ameshafikia ile steji ya, ya tatu, ili tukiaweka humu yasichukue muda mrefu humu, atakaa siku moja au siku mbili pekeae baada ya hapo tutatoa vifaranga wetu hapa, tutawapeleka nje kwenye nasari tenki pale. mm -hmm. Ndio, kuna tenki za kuwalea vifaranga. na wanakaa kwa muda gani kwenye yale matenki pale? kwenye tenki watakaa kwa wiki moja hadi siku kumi. Okay. Ambapo watakuwa wengi wao watakuwa wanaendelea na dozi ya kubadilisha jinsia. Eh, kuna kubadilishwa tena jinsia? Okay. hebu tukae kidogo hapo, unabadilisha jinsia ya hawa vifaranga ndio kwamba alikuwa wa kike au wa kiume? e, hey, Waki, wa kiume au wa kike? wa kike. Hapana. uh -huh. Hapa shida yetu sisi tupate samaki wa kiume peke yake, wa kiume, kwa nini? Kwa sababu samaki wa kiume kwa mfugaji ndio ana manufaa zaidi. Hivyo basi tunawaka wale samaki, tunawapa hormone, ambayo ile hormone tumechanganya kwenye chakula. Wakila wale samaki ambao walikuwa wanaenda kuwa wa kike wanakuwa wa kiume. unayo hiyo hormone? Homoni ipo dio, homoni nah. <laughs> Si. eh? uh -huh. yetu ni hii hapa, homoni nah. inaitwa alfa methyl uh -huh. okay. testosteroni inaitwa, uh -huh. 17 alfa methyl testosteroni. Homoni hii inachanganywa kwenye chakula. Baada ya kuchanganywa kwenye chakula, tunawalisha no vifaranga wetu okay. nao watakuwa wakiu ili mteja akienda yes. kuwafuga kwa haraka haraka na wakuwe vizuri akapate faida kubwa sokoni. Na umesema wa kiume wana faida gani? Wanakuwa ha kwa haraka zaidi, wana miili mikubwa, hivyo kufikia ile umri wa soko tunasema market size mapema. Na hapa kuna watu ambao huwa unakuja labda wananunua vifaranga hao au, au na kununua samaki wenyewe ndio, katika ufugaji wa samaki Ndiyo. Changamoto kubwa iko kwenye mbegu tunasema okay. asidi kwamba okay. Watu wengi wanahangaika wanafuga kufuga samaki kwa sababu ya kukosa mbegu. Na sisi tatizo la mbegu tumeamua kwamba tunalishughulikia ah, yaani mmelishikia kabisa, mmelitafunia dawa kuweza eh, kuzalisha vifaranga sisi eh, tunazalisha vifaranga ili kulipunguza tatizo la mbegu huko nje kuhakikisha wakulima wa samaki wanapata mbegu bora. Hmm. Na sasa inayokuwa vizuri, mayai yenyewe mnayatoa wapi? mayaihe mtazamaji wa okay. Mayai tunayatoa kwa wazazi kule. Hmm. Tunakamata mzazi mwenye mayai, tunayachukua tunayaleta hapa, kitaalamu naitwa egg lobby. Kwa hiyo mnavyo lobby Mnayatoa mangapi kwa kwa mzazi mmoja? at least mia, wa mzazi mkubwa kabisa wanakuwa na maai mia saba, lakini mzazi mdogo mdogo hawa wanakuwa na maai kuanzia mia nne. Ni na kuna kupima, unajuaje? ulikuwa unazungumzia uzito wa samaki, na hata hawa pia wana uzito wao, ndio unawapimaje? mfano kwa sababu hata kushika tu naona, hata ukishika unashika ni kama wengine ni wadogo wa kuliko watapunji ya mchele <laughs> <laughs> <laughs> Ah. Hiyo, hiyo kwetu si changamoto kwa mm -hmm. sababu tunawatafuta tunawahesabu wale wale ambao wapo wadogo kabisa mm -hmm. tunawahesabu. Kwa idadi kama tunapenda kutumia mia moja kwamba okay. Kwa idadi ya samaki mia moja tunawapima uzito wao mm -hmm. Tunaweza kupata labda ni gramu mbili tu peke yake kwa samaki mia moja kwa maana hiyo tuna kwamba kama samaki mia moja amekuwa na gramu mbili samaki mmoja atakuwa na gramu ngapi tutaangalia tunaweza kuta sifuri pointi sifuri mbili huo ni uzito wa samaki wetu ambaye atakuwa anajua wiki moja au siku na mnapimia kipimo gani hapa tuna mizani kwa hiyo huu ni mizani ndio e, huu ni mzani. Mzani huu mm. mm. unapimwa kuanzia gramu sifuri pointi sifuri moja hadi gramu mia mbili Kwa hiyo kikaweka haka kamoja itasoma, sio aka kamoja, hata upepo una uwezo wa kusoma yes. kwa hiyo tunapokuwa tuna hesabu, tunajitahidi kuweka sehemu ambayo iko closed, kama ndani ya box mm. ili tusiwe na madhara yote ya upepo, itakakoweko muda. Kwa nini hawa hawai Naona maji tu hapa nikiangalia. Hawa ndio wametoka kwa kwa wazazi wake, bado wanategemea ile egio, tunasema ile, mm -hmm. kiini cha yai bado hakijamalizika kabisa kabisa, kwa hiyo kile pale bado kina chakula, ndio chakula wanachotegemea na baada ya siku nne hadi tano watakuwa wamemaliza ile egio, na hapo ndio wataanza kupata njaa na kuhitaji chakula, nasi chakula chetu tunacho, ndio tunaanza kualishia kwenye nini kimsema mdodo kuna kuna... Kua, hapa tunapeleka kwenye nasari kwenye ya, kwenye yale ma container hiyo eh, eh, uh -huh. Kwa hiyo pale wanaanza kula, wanakula nini sasa? Pale wanakula chakula ambacho ni powder, ah, unga unga powder kabisa. Okay, tutakiona na mtazamaji wa Trigen Media, tayari wale vifaranga mayai yameshatotoleshwa huko kutoka maabara. Stanley ananiambia hapa wanaanza maisha mapya. Hapa panaitwa nursery. Hapa ni nursery pens, hapa tunazo tatu. Tunapoa kwa kule faranga wetu tunawaleta hapa. Tunaanza kuwalea. Hapa ndio wanapoanza kula. Eh, na chakula chake ulisema kiko mfumo wa unga unga poda poda hapa nawalisha kila kwa siku, wanakula mara tano kwa siku, wanakula mara tano. Hiyo poda kwa siku nawalisha mara tano. Asubuhi saa mbili na nusu, nawalisha tena saa nne, mara mbili mara tatu. Nawalisha saa sita na nusu, saa nane kamili na jioni saa kumi na moja. Kwa hiyo umesema kuna chakula mbadala mbali na vyakula vya viwandani ndio, ikiwepo azola. Ndio, azola, azola ndo hii hapa. hapa mm hapa -hmm. nina mabwawa mawili ya azola, kuna bwawa namba moja na bwawa namba mbili. Okay, bwawa hili hapa, naona kuna maji na hiyo kijani kibichi. He, he, hii kijani kibichi ndo azola yenyewe kama mnavyojua. Okay, azola hii inaota juu ya maji na hizo unaweza kuona mm -hmm. namna hii oh na haya ni maji ya kawaida hai, ni maji ya kawaida kabisa. Azola pia mm -hmm. kwa faida nyingine inatumika kusafisha maji okay. kwamba inanyunya zile miti zile virutubisho ambavyo ni vibaya oh. mm -hmm. shukrani sana, mfuatiliaji wa makala hii iliyoletwa kutoka hapa Trigen Media, tukimwangazia kijana Stanley Kiwango ambaye yeye baada ya kumaliza masomo yake yakihusiana na viumbe hai wa majini na zaidi zaidi samaki, alizunguka kutafuta kazi na kisha akapata wazo kwamba lazima aanze kufanya kwa vitendo kwa kile alichojifunza. Lakini pia umeweza kupata mambo mengi ya kitaalamu kuhusiana na ufugaji wa samaki, tabia za samaki, na ukasikia hata kwamba samaki kumbe wakiwa wadogo wanaweza kubadilishwa jinsi ama ile jinsia kutoka wa kike kuja wa kiume na si kutoka wakiume kwenda wakike. Endelea kufuatilia TriGen Media kwa makala nyingine za kijamii, kiuchumi, kisayansi pamoja na kibiashara. Kukuaga ni mwenyeji wako Leonard Mobali, nasema kama huja subscribe chanel hii fanya hivyo na mjulishe mwingine, kwani mambo mengi yanakuja bado. Asante kwa leo.